Aliyefungwa na vifungo vya nguvu za giza kwa jina la Yesu, na amuru nguvu za giza toka, toka kwa jina la Yesu, toka, acha mashaka, toka kwa jina la Yesu, toka kina utandakazi wa nguvu za giza, toka na kukemea, kwa jina la Yesu, toka, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka! Hauna mamlaka, hauna mamlaka. Naachilia moto, naachilia moto kwa jina Yesu, naachilia moto. Nateketeza nguvu za giza, utendakase nguvu za giza, nguvu za uchawi, mapepo na majini, toka toka kwa jina Yesu! Achie mashaka, achie mashaka, toka raka, toka toka kwa jina la Yesu, toka toka kwa jina la Yesu, nasema toka, toka kwa jina la Yesu, toka toka kwa jina Yesu nakemea, nguvu za giza nakemea nguvu za giza, nguvu za mapepo na majini, nguvu za misimu zinazozuia maisha ya watu zilizofunga maisha ya watu. Kwa jina Yesu nakemea na moro, toka toka kwa jina Yesu toka, toka kwa jina Yesu, hayo magonjwa yaliyoingizwa kwake nayaondosha, toka kwa jina Yesu toka, toka magonjwa yote